Kwa jina naitwa Dr. Scholastika Christian Kevela ni mwenyekiti wa mmoja a kinamama mkoa wa Njombe, ni mjumbe wa kamati ya kupinga ukatiwa kijinsia kwa wanawake na watoto kitaifa. Uh, niko hapa mkoani Njombe kwenye ziara kwenye uh, wilaya zote nne tumeanza leo, wilaya tulianza na kamati ya utekelezaji na leo tuko hapa wilaya ya Ludewa tarehe kumi na nne. Lengo la ziara ni kuleta maagizo ya kitaifa kwamba wakati wa uchaguzi umefika, wajumbe wamebadilika, kuwaelimisha namna gani viongozi wetu wataweza kuwapata viongozi sahihi sasa, lakini pia kuelezea kazi nzuri za Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan nchi hii kama mwanamke role model wanawake wote ndani ya nchi na nje ya nchi, amefanya kazi kubwa. Ukienda kwenye madaraja, ukienda kwenye shule, ukienda kwenye viwanja vya ndege, ukienda ununuzi wa ndege wenyewe, ukienda SGR, ukienda kwenye miundombinu barabara, madaraja, shule, vituo vya afya, hospitali za mama na mtoto, tuseme nini? Dkt. Samia Suluhu Hassan kafanya kazi kubwa, na ndio maana wajumbe wa mkutano mkuu CCM taifa tulimpitisha kwa asilimia mia moja, na sasa tunataka uchaguzi mkuu utakapofika apate asilimia mia moja pia. Na sasa inabidi tuwaambie watendaji wetu nini amefanya, bila kumung'unya maneno, bila kupepesa maneno. Dr. Samia Suluhu Hassan kafanya, na watu nitakiwa waelewe, waongee anasema. na mwenye chako ukipende, kazi ya kiongozi lazima uwe role model kwa watu unaowaongoza, na kwa kuwa role model ni kuacha alama, Dr. Samia Suluhu Hassan ikawacha alama kama nilivyoeleza. Sasa huwezi kuwa kiongozi ukasema mimi nimekuwa mwenyekiti halafu naondoka, umwenyekiti unapangusa mikono, huna kitu cha kukielezea. Nimeelezea hivyo ili kuleta uwajibikaji kwa viongozi walioko madarakani kwamba kiongozi yote ulio madarakani lazima utuonyeshe ulifanya nini na kama wewe ulikuwa kiongozi tumbo, tutahukumiana kufanana na uongozi tumbo. Kwa hiyo hatuko tayari kuwa na viongozi tumbo, tunataka watu wafanye kazi. Nawashukuru viongozi wangu wa mkoa wa Njombe, wanafanya vizuri, madiwani wanafanya vizuri, wabunge wanafanya vizuri. Mimi nawapa kongole na sasa tunatoa hamasa a, kwenye uchaguzi unaokuja kwamba wanaokuja sasa waige mfano wao wafanye kazi kwa mfano, waache alama. Usisubiri ufe hata wakakusome makaburini, hapana. Someka kabla hujafa kwamba Ukifa, Dr. Scholastika tutakuona wapi? Utaona kwenye maendeleo ya wanawake wa mkoa wa Njombe. Tumewanzishia viwanda vya sabuni, tumewasaidia yatima, tumewasaidia watu wenye mahitaji maalum, viti mwendokasi mahospitalini tumegawa viti. Hizo ndo alama ambazo Dr. Scholastika atasomeka nazo, na hiyo ndo legacy niliyokuwa nikiongelea na ushujaa huu mwandishi wa habari bila kumung'unya maneno na upata kwa mwenyekiti wangu UWT Taifa Zanabu Shomari ambaye ni makamu mwenyekiti wa Mary Pius Chatanda, ambaye ni mwenyekiti UWT Taifa. Wamama wale nawapa kongole sana, hawalali kutwa kucha huko barabarani kuelezea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, mapinduzieza yule diwani kwamba ni mzalendo ana hekima na busara, ameona ametumika kiasi cha kutosha, pisha na wengine watumike. Nimempongeza, na ndo sera ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia niliongelea swala pale kwamba mwanamke yoyote atakayegombea kwenye kata, iwe ubunge, iwe nini, tuko naye bega kwa bega, nginjanginja mpaka kieleweke. Wanawake wote tutamia hiyo kata kuhakikisha anapata ushindi wa kishindo. Naitwa Agata Joni Kayombo, ni diwani viti maalumu tarafa ya Mlangali, natoka kata ya Mlangali. Kwa kweli ndugu mtangazaji, mimi nimeona niliseme hivi tu, baada ya kunia kuona kwamba mimi binafsi nimekwenda awamu mbili kama diwani viti maalum, lakini nimefika mahali nikaona si vema tuachie na wengine, kwa sababu kwenda miaka kumi ni miaka mingi. Kama ni uzoefu, meshakuwa mzoefu na, na wengine wajifunze, kwa sababu hivi vyao sio vya mtu mmoja. E, inakuwa kama vile ni kama aina fulani ya uchoyo e, umeenda miaka miwili mitatu minne mitano umeingia tena, wamekupa ridhaa e, wamekupa mpaka nafika kumi, lakini bado unasema naomba ridhaa, na wakati ukiangalia huko nyuma kuna watu ambao wanahitaji. Kwa hivyo mimi binafsi niliona kwa hiari yangu, pamoja na kwamba wakina mama bado wananipenda na walikuwa wananipa ushauri Ee, mama, usiache mama Agatha, usiache. Naambia hapana, wanangu, mimi mwenyewe najisikia kwamba dhamira yangu, moyo wangu unasema ni waachie na wengine, kwa sababu kazi sio ya mtu mmoja, wote tunaijenga Tanzania ya kwetu, na wengine wafanye nini, waonyeshe. Unaweza ukawa uka, uka, unajiamini kwamba mimi nafanya vizuri sana nani, kumbe kuna mwingine ambaye akafanya vizuri zaidi. Ndio maana tunasema kila mmoja Mungu amempa kipawa, sasa acha na wengine watumie vipawa vyao Alimradi tu tunaijenga tuna Tanzania yetu nchi yetu mkoa wetu wa Njombe wilaya yetu ya Ludewa. Kwa hivyo mimi, ndugu mtangazaji, nimeondoka mwenyewe kwa hiari yangu kwamba ngoja nipishe na wenzangu, walio wengi wakina mama wanasema kwa nini, una tatizo gani? Anambia hapana sina tatizo lolote. E, kwa sababu kama ni masuala ya kiafya, masuala ya nini, Mungu ndio anayejua. Mimi nimeondoka mwenyewe, na ninawaambia kwamba hata takayekuja anaweza kafanya vizuri zaidi hata kuliko mimi kwa hiyo tunachoomba, tumpokeeni mpokeeni atakayejaza fomu na tutakayempitisha, na tutamchagua. Kwa hiyo tutakuwa naye, hata mimi mwenyewe si kwamba naacha chama, na kipenda ushauri nitawapa pale wanapohitaji, na mimi nitakuwa mstari wa mbele kama kiongozi kusaidia kiongozi atakayefuata na wengine na wengine, e, ila na washauri wenzangu, na hata anayejisikia kwamba anaweza kaachiachi, kuliko mtu unakaa vipindi vitano vipindi sita vip... Yani unakuta kama vile uongozi ni kama ajira. Hapana, ajira ni ajira, na hii tunajitoa tu kwamba nikawe kiongozi sasa. Kama unaona wenzio wanafanya, ndio maana tunafika mahali hata serikalini tuna staff. Sasa ukisha staff, sikana kwamba pumzike na wengine waingie kuambia wale wakinamama waliojiandikisha wa kwenye vitambulisho wakapige kura, hatutapata ushindi. Na ushindi wetu tunataka uwe ushindi wa kishindo, sio tushinde kwa kura chache. Hapana, tunataka ushindi wa kishindo utakayotikisa dunia nzima. Wanawake sisi kwenye idadi tuko wengi, tumewazidi wakina baba. Wakina baba ni sapota yetu, sisi tunatakiwa tuonyeshe mstari wa mbele wa kwanza tujitokeze kwa, kwa wingi kwenda kupiga kura. Ninaomba hilo swali, mtakaporudi kwenye maeneo yenu mkahakikishe matawi yenu wanawake wangapi wamejiandikisha ili tupewe namba za wapiga kura kwenye uchaguzi si, mkuu si, mtakapokuwa, hakikisha kwamba unaangalia zile changamoto ambazo naziona katika kata yako ongozi kama unaona kwamba kuna maji labda hayafiki kitongoji fulani, lazima toa taarifa katika ngazi yako ya kata, lakini kata utapeleka wilayani, kwa wilayani vile vile watapeleka mkoani. Lakini sasa unaweza tukafikisha kwa mkuu wetu wa wilaya ambayo ndiyo kamisa wa Chama cha Mapinduzi, atachukua hizo taarifa na kuanza kufanyia kazi, tusikae kimya.